Mwongozo wa kujifunza Biblia Mei 28 siku ya Jumatano. Mada inasema divai na damu. Soma Zaburi ya 75. Soma pia Mathayo 26, aya 26 hadi 29. Na Ufunuo 14, aya 9 hadi 12. Zaburi hii inafunua nini kuhusu baadhi ya masuala yatakayoamuliwa katika hukumu, na maandiko haya mengine yanatusaidiaje kuelewa masuala haya? Kuna wazo fulani kwamba Zaburi hii iliimbwa wakati wa kuangamizwa kimuujiza kwa jeshi la Senakeribu, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 32 na Wafalme wa Pili sura ya 19, kisa kinachoonekana kuelekeza mbele katika uharibifu wa mwisho wa waovu katika Ufunuo sura ya 20. Watu wa Mungu wako ndani ya mji mtakatifu pamoja na mfalme wao mwenye haki wakati majeshi ya uovu yanapokuja na kuwazunguka na kisha wanaangamizwa na Mungu mwenyewe. Moja ya mambo ambayo Mungu anayarekebisha katika hukumu ni matumizi mabaya ya mamlaka yaliyotokea katika ulimwengu wetu ulioanguka. Wanadamu walioanguka hawaishi tena kwa ajili ya wengine au kwa ajili ya utukufu wa Mungu bali kwa ajili ya nafsi zao. Leo kwa njia nyingi tunaishi na matokeo ya kuchagua kuamini kwamba hakuna maana au kanuni ya maadili isiyo na upendeleo katika ulimwengu. Ikiwa kutakuwa na maana, mwanafalsafa Friedrich alisisitiza kwamba ni lazima tuivumbue sisi wenyewe na kujifanya kana kwamba ulimwengu upo kwa ajili ya manufaa yetu. Kwa kweli kila mtu anatenda kana kwamba yeye ni Mungu. Mtu anaweza kuuliza kwa uhalali, falsafa hii ilimleteaje ufumbuzi ya uh, Friedrich mwenyewe? Si vizuri sana kwa kweli. Alipatwa na wazimu na kuanguka barabarani nchini Italia baada ya kujaribu kumzuia mtu kumpiga farasi. Kisha alitumia miaka 11 iliyofuata ya maisha yake katika hali ya kupooza nusu kabla ya kifo chake mnamo mwaka 1900. Hata kama matatizo ni mabaya sana, kama waumini tunakumbushwa kuishi kwa tumaini na kutoamua siku zijazo kutokana na matukio ya sasa. Ni rahisi kukata tamaa tunapoona mihimili ya ustaarabu ikiendelea kumomonyolewa kwa udhibiti na mioyo na akili za wasiomcha Mungu au na wale ambao maoni yao juu ya Mungu hayapatani katika Biblia. Kwa sasa tunaishi katika kipindi ambacho kanuni za kimaadili, hata mambo ya msingi kama vile jinsia ya mwanadamu, mwanamume na mwanamke, yameshambuliwa. Angalau katika sehemu fulani za dunia, aina fulani za uzoefu wa adili, mambo ambayo watu wengi wangeona aibu kuyazungumzia hata faraghani, sasa yanasifiwa na kushangiliwa hadharani. Hivyo ndivyo mambo yanavyozidi kuwa mabaya. Ingawa ni lazima tufanye sehemu yetu sasa kujaribu kufanya maisha yawe bora kwa wengine. Kwa nini ni muhimu kukumbuka kila wakati kwamba ni lazima ulimwengu huwa sasa uharibiwe kabisa na kuumbwa kwake upya kimeujiza kabla ya vitu vyote hatimaye kufanywa kuwa sawa? Hii ni Mei 28 siku ya Jumatano. Divai na damu. Mungu atubariki sote na karibu tena kwa masomo yanayofuata.